Msajili wa jumuiya ya kiraia Emmanuel RM Kihampa ametoa taarifa ya kufungwa kwa shughuli za kanisa la Glory of Christ Tanzania Church maarufu kama kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na askof Josephat Gwajima. Katika taarifa yake Bwana Kihampa ameandika, katika siku za hivi karibuni kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii umeonekana ukiwa katika mimbari ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, kanisa la ufufuo na uzima ukitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Vitendo hivi ni kinyume cha sheria ya jumuiya ya sura 337 chini ya kifungu cha 17 kikisomwa pamoja na kifungu cha 39 cha sheria namba tatu ya mwaka 2019 na kumi na tisa kwa kuwa vinaathiri ya kwa kuwa vina athari ya kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Hivyo kwa mamlaka niliyopewa chini ya kifungu cha 17B cha sheria ya Jumuiya sura ya 337 kikisomwa pamoja na kifungu cha 39 cha sheria namba tatu ya mwaka 2019 kilichofanyiwa marekebisho kifungu cha pili cha sheria ya jumuiya ni kujulisha kuwa nimefuta usajili wa Glory of Christ, Tanzania Church kanisa la ufufuo na uzima kuanzia leo hii tarehe mbili Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Unatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja. Kadhalika unakumbushwa kuwa kwa mujibu wa kifungu cha kumi na tisa mabano moja cha sheria ya jumuia ya sura mia tatu thelathini na saba, jumuia ya kiraia iliyofutiwa usajili wake na msajili wa jumuia ya kiraia inayo haki ya kukata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kupitia kwa katibu mkuu kupinga uamuzi huo. Hivyo rufaa dhidi ya uamuzi wa kufuta usajili wa Glory of Christ Church, yani kanisa la Ufufuo na Uzima inapaswa kuwasilishwa kwa katibu mkuu wizara mambo ya ndani ya nchi ndani ya siku 21 kuanzia tarehe ya barua hii. Kwa hiyo kuanzia sasa kwa mjibu wa sheria ilivyo, Josephat Gwajima, kanisa lake limefutiwa usajili na halipo tena hivi sasa kwa mjibu wa sheria uh, ya barua hi hii ambayo imetolewa na msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel RM Kihampa. Nini maoni yako kuhusiana na taarifa hii?